Sasa ndugu yangu nisikilize, niwaambie kitu kimoja and kama mnakumbuka vizuri eh, niwarudishe nyuma kidogo, niwakumbushe niwape kumbukumbu. Nakumbuka kipindi ambacho marehemu eh, hayati President Magufuli alivyolazwa, kama mnakumbuka niliwahi kuambia kabla hata, kwanza kabla kabla kwanza ya haja haja lazo, niliwaambia bwana Magufuli huu mwaka hatoboi na atauawa. Watu wakaja juu sana sana, baada ya miezi miwili mitatu. Nikaja kuambia tena nikaambia, jamani, Magufuli hii wiki hatobowi. Watu mlinishambulia kwa ku, kwa kuongea tena, ya kuongea alivyo lazwa hospitali, hakuna mtu yote alijua mimi. Nikaja tena hapa nikawapa taarifa, nikawambia, jamani, Magufuli yupo mahututi. Magufuli katoa, katolewa eh, daa kapelekwa Nairobi kama mlikuwa mjui. Magufuli kafia Nairobi, amekata kamba wa, nikaja tena nikawambia ndugu zangu, Magu kakata kamba, kafariki leo mchana. Watu wote mlipinga, wote mlipinga na kuona kwamba mliongea ya kuongea, wengine mkatukana, mkapinga. Nikamwambia haya, tusubiri baada ya e, baada ya nani ya wiki no, baada ya siku, siku kumi. Baada ya siku kumi, fununu zilivyoanza kutembea tembea, ndo nikaona mheshimiwa Tundulisu ndo akaja jua, akasema, jamani, tunahitaji kumwona rais wetu president wetu, tunataka kujua yuko wapi, tunahitaji kumwona watu. Ndo wakaanza kujiuliza maswali, lakini tayari pale ana siku kama ana kama wiki, baada ya siku kumi ndo bimsumi ikaja na ile miwani yake na ile miwani yake ile kama nini, akaja akatangaza eh, kifo cha eh, cha Magufuli. Baada ya hapo, watu wakaanza, kuna watu wengine walikuwa nahisi mimi labda eti usalama wa taifa, eti mtu wa system, eti niliitwa majina kibao, wengine kuja kuomba msamaha bwana, tulikutukania bure. Ndo haya haya yanayorudia, yanayowaambia jamani, bimsumi bimsumi yupo hoi hoi, bintabani, yani hajui wa kuingia hajui wa kutoka. Hilo mlijua na muda wowote muda wowote kuanzia sasa hivi muda wowote, najua Ikulu itatoa itatoa taarifa rasmi yeah, itatoa taarifa rasmi cha msingi hapa ni kuanza kufikiria. Cause anaenda kuwa raisi ni nani? Balozi yule chimbi chimbi, aipiti wiki mbili hajaapishwa kuwa raisi. Mtakumbuka maneno yangu, mtayakumbuka vizuri tu. Tanzania sasa hivi hakuna raisi Kubali mkatae, Tanzania sasa hivi haina president haina haina kabisa. Hivi mnadhani Bimsumi anavyopendaga kamera, yule mama anavyopendaga kamera, Bimsumi yule angekuwa na nguvu hey? au ajanika lisura lake lile kwenye kamera, esabuni siku hesabuni siku. Ndio maana nasema kama we Mkristu omba sana, kama we Muislamu piga dua sana, kama we mganga wa kienyeji, yani kazia uchawi pale pale, kazia, kwa sababu yani ni maiti kabisa, maiti sasa. Tuzidishe maombi, tuzidishe dua. Bimsumi, bimsumi, bimsumi kwenye nyumba mzee Kikala nyumba ya mzee Kikala ishamshinda bimsumi. Nyumba ya mzee Kikala ishamshinda bimsumi. Aha. Zingatieni ili lizingatieni. bimsumi ni shwa bimsumi shwa bimsumi shwa, narudia bimsumi shwi bimsumi wa shwi Shwa. Mungu huwa anajibu kwa wakati na vitendo. Tarehe tisa kesho kutwa tukamilishe ratiba yetu ya maandamano tuikamilishe vizuri tu tuikamilishe 100%.